Na sasa tunakwenda kuungana na mwenzetu Ali Bakari katika zile Zilizobamba katika mitandao ya kijamii uh, kule kunakuaga na furaha yake vilevile. Uh, wakati mwingine unaenjoi kuona kile ambacho kinaendelea katika mitandao ya kijamii Ali Bakari yeye ndo ametuletea maalumati hayo ambayo hakika yanakuaga na moto kwelikweli. Ali Bakari, naam. Eh, habari za wakati huu? Safi kabisa, tunaungana naye tena. Yani kweli kabisa, kabisa. Eh, eh, nimefurahi kuona magwanda ndiyo. Kuna kipindi alifanyika pale uwanja Uhuru msimu uliopita, msimu uliopita na ushawahi kukutana na vimbwanga kidogo, ukikatiza maeneo fulani, nidhamu, ukatupa kopo labda vibaya, nidhamu inashika mahala pake. Leo kiungai anafurahi sana maswali magumu lakini mimi nawapongeza haswa katika nidhamu kama ulivyosema, yeah. hata katika masuala ya usafi alivyosema, hata katika masuala ya asante sana, nashukuru kuungana nawe kuungana nawe mm. Uh, Salim Kidedea, Dickson Majaliwa yeah. Lakini yeah. pia Deo uh, ni vizuri yeah. Nakumbuka nilimsikia shabiki mmoja wa Young Africans aliulizwa kuhusiana na dabi ya Kariakoo, akasema yeah. kwamba wanaweza eti azisikia anaweza akawepo moja kwa moja katika Zilizobamba mitandaoni, tuone na kwenyewe huko. A, kuna habari gani katika kipindi hiki cha Viwanjani? Hao ni Simba Sports wanatukumbusha ya kwamba uh, Musa Kamara ametimiza ama amefikisha uh, clean sheet 19 katika NBC Premier League. Lakini yeye sio mtu wa kwanza kufanya hivyo katika klabu hii ya Simba Sports. Aishi Manula mwaka 2017 2018 aliwahi naye kufanya hivyo. Lakini Kamara bado ana mchezo mmoja mkononi. Huenda na yeye tarehe 25 labda akaondoka na hiyo clean sheet mm, na mwisho wa siku akavunja hiyo rekodi ambayo iliwahi kuwekwa na Aishi Manula tarehe 25 hiyo. Haya, tutoke hapo tuende katika uh, posti nyingine na kwenye tuone mambo yatakuaje. Hawa hapa ni uh, bodi ya ligi kuu Tanzania, au unaweza kaita uh, TPLB. Wanatukumbusha ya kwamba uh, kuanzia saa sita leo hii kutakuwa na press conference kwa maana ya mkutano wa waandishi wa habari kuelekea katika Uh, ile dabi ya Kariakoo ambayo itafanyika uh, tarehe 25 kwa maana ya keshokutwa ama Jumatano, naweza kusema hivyo, katika dimba la Benjamin Mkapa pale majira ya saa 11 kamili uh, jioni. Kama ulishalipia kisimbuzi chako unakula uh, bata tu, lakini kama hujalipia basi lipia mapema kabisa ili usiweze kuikosa hiyo dabi ya Kariakoo. Majira ya saa sita bila shaka mkutano uh, waandishi wa habari kuelekea dabi hiyo ya Kariakoo. Tutoke hapo tuende katika posti nyingine na kwenye tuone kuna habari gani. Huyu hapa ni meneja habari na mawasiliano wa Young Africans anaitwa Ali Shaabani Kamwe, yeye anasemaje baada ya mechi ya jana kumalizika kwa maana ya kwamba Young eh, Africans si, kupata ushindi wa magoli matano kwa sifuri dhidi ya Dodoma Jiji, akasema bado endorsement moja tuwe ma champion. Unajua neno endorsement limekuwa <laughs> <ma, laughs> neno ambalo limetrendi limetrendi kidogo kipindi cha uchaguzi eh, kipindi cha uchaguzi eh, hebu kwa nukta kidogo yetu watu wajue kwa nini limekuwa maarufu na neno endorsement linamaanisha nini? Kidogo tu kwa nukta moja leo, kwa ufupi endorsement ni mdhamini au adhamini na katika vigezo vile ambavyo vimewekwa, mm. kwa upande wa kugombania uraisi mm. wa shirikisho i lazima huwe na endorsement, uwe na wadhamini mm. kwa hiyo ndio maana msemaji mm. uh, mm. afisa habari mm. akaamua kulitumia neno ambalo sasa hivi linatajwa sana kwa sababu ya kipindi cha uchaguzi mm. katika eneo la shirikisho la mpira wetu wa miguu Tanzania TFF. So, hayo mambo yatafanyika Agosti 16 kama sijakosea, yeah. ya uchaguzi wa Uh, shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF. Tutoke hapo tuende katika posti nyingine, tuone na kwenyewe kuna habari gani? Huyu hapa uh, ni mjumbe wa bodi ya wakurugenzi ya Simba Sports, anaitwa uh, Salim Abdallah Try Again okay. Tumezoea kumtamka hivyo, lakini jana pale Kenya kulikuwa mm -hmm. na mechi zile za kufunga msimu uh, lakini kuna mechi moja ambayo yenyewe hiyo ndio ilipelekea uh, bingwa kukabidhiwa uh, kombe mechi ilikuwa ni Gorumahia dhidi ya polisi Kenya ama Kenya polisi, unaweza kasema hivyo, lakini Salim uh, abdaen alikuwa ni mgeni mwalikwa kwa shuhudia ile hafla ama zile sherehe ama shamra shamra za bingwa wa FKF Premier League ama ligi kuu ya nchini Kenya kukabidhiwa kikombe chake, ambaye ni uh, Kenya polisi. Ah, eh, mgeni mwalikwa mwalikwa, uh, mgeni hiyo, yes. picha anaweza akapiga mara mwalikwakpiamaa -hmm. eh?

sikutegemea awali, nilidhani unasema alipiga mara mbili kumbe anaweza akapiga, inaweza ikaja. Nataka kusema neno hapa moja, of course, kama Simba akishinda, kwa sababu sidhani kama kuna medali kama ukimaliza wapili ligi, hakuna. Kwa hiyo ni lazima Simba ashinde ili aweze kuona tena hayo hayo. Mnataka kusema ya kwamba baada ya mechi kuisha tarehe ishirini na tano. Uh, timu atakayofungwa haitoendelea kusalia, uh, pale uwanjani kusubiri medali. Hakuna hilo jambo, hey, kama tulivyozoea hakuna. <laughs> na... <laughs> <laughs> <laughs> medali <zop> sawa <laughs> <laughs> <laughs> yeah. so, yani hayo ni mambo ya Try Again uh, ambaye alikuwepo nchini Kenya kule, kwa ajili ya kushuhudia Polisi Kenya ambayo inafundishwa na Ndaregije. Bwana amekuwa na msimu mzuri sana mzuri sana wamepanda mwaka elfu mbili na kumi na tisa, ishirini na moja ligi kuu nchini Kenya. Hawa Polisi Kenya wamepanda ligi kuu elfu mbili na ishirini na moja maanake wanatuma ujumbe kwa timu za Tanzania. Hey. Kwamba ukipanda sio tena tunakutabilia kushuka hmm. Ni kuchukua ubingwa ama sio kabisa. Sawa, tutoke hapo, tuone katika posti nyingine na kwenye tuone eh, kuna habari gani uh, hawa hapa wawili bila shaka eh, majalia unaweza ukawa umewatambua yeah, kwa jezi zao yeah. zinafanana rangi lakini unaweza ukatambua kuna utofauti hapa, eh? yeah. nani na nani hapa? O, jo, Jobe Bellingham na Jude Bellingham. Jobe yuko Dortmund ni mdogo wake Jude Bellingham alifunga goli lake la kwanza mm -hmm. uh, dhidi ya ilikuwa Mamelodi Sundowns, moja ya mechi mm -hmm. nzuri kabisa mm -hmm. hii weekend na jana mm -hmm. Jude Bellingham naye kafunga goli naishu, doon, nishu, mm -hmm. kumba, na hicho ndo linachokisema hapo kwamba Jude na Jobe Bellingham wote wamefunga magoli katika michuano ile ya FIFA Club World Cup ama unaweza kusema, uh, michuano ya club uh, kwa uh, michuano ya dunia kwa ngazi mm -hmm. ya club ama sio, mm -hmm. kwa lugha fasaha ya Kiswahili uh, back to back yukumane, kwa maana ya kwamba uh, Jobe alifunga juzi lakini Jude amefunga jana, ila mkubwa ni huyu hapa Jude na ndio maana anachezea timu kubwa, ama mm -hmm. <laughs> <laughs> anachezea timu kubwa kweli, yani ndio, yeah, timu ya mwisho hiyo duniani kicheza ndio ya mwisho. Kwa hivyo mkubwa la <laughs> ni mkubwa tu, lakini uzuri ni kwamba wote wanacheza timu ndogo. ameamua kutembelea biti la la, la kaka la kakaki, Shang, la kakaki, ushangilia tunaweza kutoka mkuto yuko Barcelona kwa tunaangalia kwenye La Liga, hata hata staili ya uchezaji wao staili ya uchezaji na fasi unywaji pia. dogo ameamua kufuata njia za kaka yake moja kwa moja, hata timu ambazo ametoka eh, yes yes yes, za madaraja ya chini, akaenda Dortmund na wao ni hivyo hivyo Then, then inawezekana Madrid au Barcelona. Yeah, exactly. Ah, yeah. Tutoke hapo tumalizie posti ya mwisho. Eh, jana bila shaka wale ambao walikuwepo katika dimba la Amani, eh, walimshuhudia Rais wa Yanga Hersi Said ambaye, eh, aliwahi kuonekana, eh, kuna Philadelphia, eh, Marekani. Mm -hmm. Akiishuhudia mechi ya Manchester City dhidi ya Wydad Athletic Club ambao kidogo wanakutana na na magumu kidogo nafikiri mtayachambua kwa undani lakini jana alikuwa hapo katika dimba la amani kuishuhudia Young Africans ikicheza dhidi ya dodoma jiji pale katika dimba la amani ndivyo tunavyomaliza hivyo ndivyo tunavyomaliza hivyo ulamaa edi salim kidogo mbona umesema da si ndiyo mechi ya magoli matano magoli matano jungali alisema kitu kimoja alisema kuna timu zimetengeneza msingi, alafu kuna zingine ni sifa, eh ni sifa na sifa ya kufungwa magoli mengi. Tukawa tunachambua hiyo mechi, nikaambia ule sasa ni msingi <laughs> wa kufunga magoli mengi au sifa? Sasa min, mimi nikwambia tu kitu kimoja ama, uh, yule afisa habari wa wa Dodoma jiji alizungumza juzi, alikuwa anahojiwa na, na moja ya media A. akawa anasema katika nyakati mbaya A. ni hizi kukutana na Yanga au Simba nyakati hizi hizi ukikutana na Yanga okay, au Simba e. Aa, ni nyakati ngumu sana, utoboi. Ali Bakari nikushukuru sana bana yani <laughs> <laughs> kwa taarifa zako hizo za, za Zilizobamba katika mitandao ya kijamii. Mi leo nikupongeze ama nikusifie ya kwamba umependeza ya kwamba umependeza sote mekaa, nimeanza kutazama nikiwa e. nje ya hapa ya studio e, lakini sasa nakutazama kwa karibu, naona kweli e, naona na message zinaingia kwamba bana ulemaa umependeza sana <laughs> Unajua wakati mwingine jisifie pia, lakini ndugu yako amekusifia. Tumependeza wote, Ali Bakari kasema tumeamua kushtua kidogo. Haya, sawa, ni taarifa hizo za mitandaoni ambazo zimeletwa na mwenzetu Ali Bakari, na sasa tunakwenda kuangalia the pitch.